Tulioko karibu na mipaka tunaifahamu, yani mnaifahamu mipaka ya nchi yetu ninyi kipande hichi kuliko hata DC, uongo kweli? Kuliko hata nani, kwa sababu mnaishi, mzaliwa hapa hapa Ibuga, mtazikwa hapa hapa, makaburi ya babu zenu yako hapa hapa Ibuga na ninyi yatakuwa hapa hapa Ibuga, kaburi langu litakuwa hapa Ibuga oye Ibuga lazima, mipaka ya nchi yetu kipande hichi cha Ibuga, ninyi ndo wa kwanza kuilinda usalama wa mipaka yetu. Siku tukikuta vinginevyo, wajanja wajanja kutoka jirani, wao wana tendensi fulani ya kuanza kuingia ingia kilimo na nini, <coughs> utafikiri sisi hatupendi kilimo, wao wanachota kidogo kidogo, kwa kuna changamoto za namna hiyo, uongo kweli? Kweli hilo <coughs> hatutaki, so kwamba mpigane Tupeni taarifa wakubwa kubwa kule mpaka ah, wetu tunaofahamu, mbona hawa jamaa wanazidi kuingia? Tuna namna nyingi sana za kuaddress haya, za kumaliza hizi changamoto nyingi sana mno. Juzi nilipewa jukumu na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kumwakilisha mkutano kubwa tu wa jirani mwema Kigoma kwa Kigoma na mkoa wa Burunga kwa Burundi, zamani ilikuwa mkoa wa Makamba kwenye <coughs> idea unaelewana, kilomita kama hamsini kutoka Manyovu vilabu hivyo Tuko na Burundi. Kutano mzuri mno, tukatoka pale tukafanya na mashindano timu za Kigoma Tanzania na kule Burunga Burundi wakishindana ujirani mwema wenye afya mzuri. Kwa hiyo hawa ni majirani zetu wa kudumu, naelewana? Ndugu zangu, lazima tupendane, tushirikiane kwa namna yoyote ile. Lakini sasa ushirikiano wetu, ndugu zangu wanaibuga, sio kusema sasa Burundi yote ihamie humo, Warundi wote waje, waje. Um, haiwezekani, hakuna ushirikiano wa hivyo. Nimeeleza historia kidogo ya haya maeneo hii mipaka. Ile ni nchi huru, ina mipaka yake, ina watu, ina uongozi, ina kila kitu. Cha kwao ni cha kwao, cha Tanzania ni cha Tanzania. Hatuna mamlaka ya aina yoyote ile sisi wananchi wa Ibuga kuanza kukaribisha wageni kutoka nchi jirani, kuwaingiza hapa kwetu bila kufata utaratibu wananchi ni waajiri wa sisi vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Tunaelewana ndiyo? Kwa tusipowalinda hatujatekeleza vyema majukumu yetu ya vyombo vya ulinzi na usalama. Jamani, tunaelekea huko, Januari huwa ina mambo mengi, utitiri wa issues. Sisi wazazi tunajua. Sasa unafikiri ada inapatikanaje? Ni kuanzia sasa hivi, tunza hicho ulicho nacho. Kwa hiyo nakuja kwenye ujangu. Usitumie muda mwingi sana kulewa kwenye Krismasi na mwaka mpya ukasahau kuna watoto wanaenda shule, kwa sababu tutakukamata tu. Ulizaa kwa hiari, lakini kumtunza ni lazima, kumpeleka shule mtoto wako ni lazima. Usipofanya hayo sheria zinachukua mkondo wake. Kwa hiyo ukishazaa sio mwanao tu, ni wa kwako kwa sababu wanatumia majina yako, nani na, na nani, ubini ni wa taifa, yule wa serikali wao. Huduma zote za msingi, zote za msingi una share wewe na serikali kwa sababu ni mtoto wa taifa. Tunaelewana? Hilo la pili. Jambo la tatu jambo la tatu, ndugu zangu, tumekuwa na kawaida ya kufanya mikesha yetu kui-complicate sana, yaani tunafurahi mpaka tunazidiwa fulani, tunakuwa kama na wazimu, kuchoma matairi kufurahi, kwamba mwaka mpya, tafikiri mwaka mpya ndio unauona kwanza. Jawahi kuona miaka mipa mipya iliyopita mingi, wakati mwaka mpya ni kama ulivyouona. Tunasubiri ishirini na sita ishirini na tano uliona, ishirini ishirini na nne uliona, na miaka mingine mingi miaka mipya uliona. Ishirini na sita sio mpya mno, ni kama ile ambayo ulishaiona miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo tusilete mambo ambayo hayamo. La ulevi nimesema, pengine mna mnaleo unaenda kulala kabisa, unanyoka barabarani kwenye, unataka nini. Eh? Kuchoma matairi ishapigwa marufuku miaka nenda rudi. Ni marufuku. Fataki b bu, bu, bu, bu, bu. Milipuko ile. Baruti zile. Marufuku, hairuhusiwi. Huu ni ujumbe sio wa Ibuga tu. Haya maelezo yote ni ya wilaya nzima. Tunaelewana Ibuga, we? Toka kanisani nenda kwenye baa ukumbi wa starehe kanjoi kimya kimya. Ukishaona sasa niko furu, nenda karari kimya kimya, usitafute matatizo. Vyombo vya habari vipo, vitarusha vitapeleka meseji viral. Aya, nayasema ni ya wilaya nzima, tunaelewana. Kwa sababu ukikiuka haya, polisi, si nimewaeleza, wako doria masaa ishirini na nne ndugu zangu, utaponyoka vipi? utakwepa wapi? Utakuta nao watakudaka. Sasa sio vizuri, kesho yake mwaka mpya ukaumalizia huko ndani huko sero. Eh, msifanye hivyo. La mwisho, tushirikiane sasa, viongozi wote, kuanzia mabarozi wetu vitongoji na kamati hizo za siasa, ngazi zote mpaka wilaya kuhakikisha tena wilaya yetu tunakuwa na clean sheet, tupite bila matukio ya hovyo hovyo, tupite kwa usalama sana. Sasa hivi mpaka sasa hivi tuna rekodi hiyo, tunavuka kwenye mambo mazito magumu kwa hali ya amani na utulivu. Tunayo rekodi hiyo, ipo clean sheet, ipo, ipo. Ndugu zangu, lazima tu maintain hiyo hali hiyo na nina uhakika kwa mfano kwa utulivu tutakuwa na changamoto. Jamani, haiwezekani. Si sindio? yeah. Ibuga hoye wao oh, hey. Jamani, nimalizie kwa kusema niwatakie Krismasi njema hiyo akeshukutwa na mwaka mpya wenye heri na baraka.